Minagopa jamani, minagopa. Minagopa jamani, minagopa. Jamani mimi naogopa. Naogopa UTI. Naogopa PID. Naogopa PID kwa sababu itanifanya mimi nishinde kushika mimba, itanifanya mimi nishinde kupakata mtoto, na naweza nikapata mimba mwisho siku miezi mitatu, miezi minne mimba ikaharibika, mimba ikapotea kabisa. Kwani wewe utamani kupata mtoto? Wewe uogopi? <laughs> Kwa wale ambao wanatokwa na uchafu sehemu za siri, kutokwa na uchafu mweupe jamani pato na mwashowasho na maanisha, acha kuteseka na wakati. Super Siri ipo kwa ajili yako. Super Siri dawa hii ni suluhisho ya magonjwa yafuatayo: kutokwa na uchafu sehemu za siri, sili fangasi za ukeni, mwashowasho sehemu za siri, na UTI inayojirudiarudia pamoja na PID wapi uweze kujipatia dawa yako nzuri sana kwa ajili ya changamoto zako. Uzuri wa tiba yetu utapata dawa ya kuondoa sumu, dawa ya kuondoa kemikali, utapata dawa ya kuondoa mafuta ya sofa mwilini na utazibua mirija. Wasiliana nasi kwa nambari ya sifuri saba 1 uweze kupata suluhisho na changamoto yako. Karibu ambao umeshakuwa na hili tatizo. Kuna dawa inaitwa Supasiri. Hii dawa ni mahususi kwa ajili ya kutibu changamoto zote so, za UTI kutokwa na uchafu ukeni na maradhi kama PID na maradhi mengine ya kuumwa kiuno. Wasiliana nasi kwa namba 0785355551 au 0613464551.